gani mtazamaji wetu ambao uko unatufuatilia kwa sasa. Hii ni DLM alama ya kujumlisha 61 kwa leo. Tuko hapa kwenye uwanja wa bandalini ya hapa Rumonge, tumekuja kushuhudia wimbi la wakimbizi kutoka Congo ambao wamefika hapa tangia siku ya Alhamisi hadi sasa. Hali halisi tutaiona kwa kila mtu ambaye yuko maeneo haya endelea uh, kunifuatilia mimi Elie Niyosenga ambaye naongea na wewe. Njoo twende, hatua baada hatua, ujione maisha ya hali halisi ya maisha ambao kwa hawa wakimbizi kutoka Kongoumungu. Oh, uh, unatokea wapi na umefikafikaje hapa? Natokea Kongo pa Baraka. Nimefika hapa tumepitapita lwa maji tukafika Ubwari Ubwari tukakamata usafiri tukafika hapa Burundi. Tulifika hapa kwa sababu tuliona mazingira ya Kongo haifai. Pale Baraka masasi wanapiga kiolela wanaua watu kiolela wanachinja watu kiolela wanaingiliana manyumbani wanawa, wanabaka watu wananyanyasa raia vitu vyao. Yaani, wanashika wanaume wanapigwa visiostahili wanaua watu visio stahili. Ndio maana tuliona tuwezi tukavumilia ile hali, na wengine wanakimbilia mahali salama, ndio tuliona tukikimbilia hapa Burundi tutakuwa mahali salama. Sababu safari ya kutoka Baraka hadi hapa Rumonge ilikuwa kuwaje? Ilikuwa vigumu sana kwa kupata usafiri kwanza wa kuja hapa ilikuwa shida sana. Tulipata boti moja ambalo limelitolea lime tu tukafika mahali hapa, lakini ilikuwa kwa shida sana, kwa kugombania fasi, kwa sababu kupata boti ilikuwa sio jambo rahisi. Baada ya kufika hapa, mazingira umeyaonaje? Mazingira nimeyaona sio salama, kwa sababu tangu asubuhi tumefika hapa, tumekosa hata chakula. Tumepima kutoka nje kule, twende tununua hata chakula, tumekosa tulipa na hela watununulie bambla elfu nane ya Kongo tuletea ka bambla kama ni ka elfu tatu ya, ya marundi atukuelewa ya, mm. mazingira ya choo tumeyaona ni ya chafu sana, yani mainfekion inawezi ikatukamata yani dakika sio dakika. Maji yenyewe ni chafu, kwa sababu kila kitu hapa wametupandisha bei. Hapa naomba kusaidiwa na wahusika wakuu ambao wanahusika na misaada wakupokea wageni ya kupokea wakimbizi kama sisi watusaidie sana. ni naomba chakula mm-hmm. E, naomba chakulalia hako vyombo vya kupigia hako vya kukulia vyakukuliako ya kushota maji njo namba ya msaada mtusaidie na namba kulala kila kitu munisaidie. Hali ni ngumu tu kama mnavyoiona. Tumekuja tokea siku ya nne, tumefika hapa, chakula hamna, pesa zimekwisha, kila kitu najinunulia. Pata chakula mpaka uute mtu wa hapa chakula, kama vile wa debardeur, ndo utume aende kununulia chakula kwa nje, Mm. E. hakuna kitu tunapata hapa kama msaada, ndo maana tungeomba mashirika ya, ki, ya kijamii kama vile UN PAM watushughulikie kabisa, kwani hali ni mbaya E, mazingira ya kiafya ni mabaya, watu ni wengi e, kama hivyo tunakaa wote tunabananabanana. E, ndio maana tunaomba msaada kabisa kwa mashirika ya kiraia, wale watu ambao wanyokuwa kule kwenye kiwanja cha mpira watoke waende kwenye, kwenye, kwenye mafasi e, mazuri, na sisi wanyokuwa ku bandarini watutoe watupeleke kwenye nafasi nzuri na mengine yafuate kama vile madawa, chakula na vinginevyo mahitaji mbali mbalimbali ya mwanadamu kwa, kwa haraka. Okay. Kwanza mimi kama mwanamke najisikia kama nateseka sana, naangaika sana sababu, kwanza mimi ni mjamzito, alafu la na watoto wengi sana kiajabu. Tunakimbia Kongo, hatuna hela, tulikuja ghafla, lakini tunaela kidogo. Wakati tunafika hapa, waomba tunasema vyote, usafi tunakosa choo, tunakosa yani mavazi ya watoto tunakosa makotesi, yaani chochote kile ambacho mwanamke anahitaji akikosa, sababu hatujapata kiochote kile, na magonjwa tunaanza kuumwa. Mimi ni mtu wa Baraka, ndio shida, ni vita tumetoka kule. Wakaaji wa mingi kule wameacha makazi zao, wameacha vitu vyao vya samani, wameacha manyumba zao kusudi ya vita, ndio tumekuja huku, tuje tujipumzishe huku, tuje tuzikiche huku Ngambo yangu mimi, safari haikuwa rahisi, ilikuwa mgumu kusudi. Kupata kwanza hata boti ya kutuvusha huku ilikuwa tatizo sana. Hata jinsi tulivyokuja ndani ya maji, jana tumepigwa na upepo moja bala, nusu tufe, lakini tumemshukuru Mungu kwa kuwa tumevuka salama. Hadi leo hii tuko hapa, nimeona mazingira kabisa hayako, hayako, hayako shwari, hayapendezi tangu jana tuko tu hivi, watu wengi wako hawana makao. Unaona, tulikuwa naomba watusaidie sana, tupate hifadhi pia, tudumie kunja matibabu kwa ajili. Hata mazingira yako sawa, choo moja, kwa hiyo kitaka kwenda choo kubwa ya, yaani mna mnakaa kwenye mistari mmoja baada ya mwingine, mmoja baada ya mwingine, na magonjwa mengi mengi yanajitokeza pale. Kweli familia yangu iko hapa, tumepatana sisi wote tuko pamoja TLA.